Tuko katika msiba mkubwa wa idai al kabir, muhubiri mkubwa, kijana wetu, rafiki yetu, mpendwa wetu, Sharifu Majini al maruf Chifu Msopa. Msiba wa kuhuzunisha wa kusikitisha sana lakini kama alivyosema Asaidu Almutanabbi rahimahullah ambaye amenukuliwa hapa na shekhe wetu wa wilaya Shekhe Maudi Kidebe: man lam yamut bisayfi mata bighayrihi taaddadat alasbabu walmautu wahidu. Taarifa za msiba wa Msopa mimi alinijulisha mheshimiwa mufti akaniambia ndugu yako amefariki e, ndugu yako amepata amepigwa risasi amepata tatizo. Na alipopata tu tatizo, jambo la kwanza lilosema mpigieni mufti, mpigieni mufti, na mufti akapigiwa simu akajulishwa juu ya msiba huu na akanijulisha na yeye ndiye aliyesaidia ijaraati zote za Muhimbili. Maana mazingira yaliyokuwepo yalikuwa ni magumu kidogo kupata mwili wowote ule, lakini hatimaye tumeweza kupata mwili leo na kutolewa na kuoshwa na kadhalika. Hatimaye tunaye hapa na mheshimiwa mufti anatoa salamu za pole za dhati kabisa kwanza kwa wahadhiri wote, wahadhiri wote, madai wote ambao wanafanya kazi ya kuhubiri liilai kalimati lhaqi, ili kunyanyua jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala juu, wahadhiri wa Kiislamu mbalimbali ambao Msopa alikuwa ni mwenzao sana, anawapa pole sana lakini pia anawapa pole familia ya marehemu chifu Msopa kwa msiba huu mkubwa ambao umewatokea. Mimi Msopa kwangu alikuwa ni kijana wangu, ni rafiki yangu, ni mwenzangu, pamoja na mwenzake Mwaipopo ambaye pia alinipigia simu katika kuchanganyikiwa. Mwaipopo aliniambia maneno, akaniambia, Sheikh, hii ni kadari kweli? Ni kadari hii? Alikuwa haamini Yani alikuwa naona, hapana, wi si kadari hii. Mkamwambia hapana, hii ni kadari. Alichanganyikiwa kama alivyochanganyikiwa Sayyiduna Umar wakati wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba akasema mwenye kusema Muhamadi amekufa, basi mimi nitakata kichwa chake. Alichanganyikiwa Umar, lakini Abubakar as-Siddiq alimkumbusha

Lakini kadari hiyo imewafika wakubwa zaidi kuliko sisi, wachamungu zaidi kuliko sisi. Sayyiduna Umar Khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallama wa pili, aliuawa kwa upanga fisala msikitini. Sayyiduna Uthman, watu walimuua. Sayyiduna Ali aliuawa Saidna Husein walhasan waliuawa, na wanazoni wengine walifikwa na mabalaa na madhara mbalimbali. Si kwambii mimi na wewe ambao ukamilifu wetu, Allahu aalam, Mungu ndo anaujua zaidi. Lakini hii tujifunze kwamba katika mazingira mazito kama haya kwamba lolote linaweza likatokea, na qadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala inaweza kupita. Na kwa maisha ya Msopa, hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi, hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi, kwa sababu siku zote maisha yake yalikuwa fi sabilillah fi sabili dawa ila Allah, akiwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini pia katika nchi yetu ametusaidia sana katika sala la amani Amepigania sana amani ya nchi, ametetea sana swala la amani katika nchi yetu ya Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana hudhuri hii, uwepo wenu hapa, mnathibitisha kwamba msopa alifanya kazi kubwa la kuleta utengamano katika nchi, kuleta mahusiano mazuri e, ni kijana ambaye kwa hakika tunastahili kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, lakini aqida

kwa maana mtu anapolala yu'tabaru kalmayit bihaythu la yasma wala yubsir kwa namna ambayo anakuwa hasiki wala haoni. <coughs> fayumsiku lati qadha alayha almaut wa yursilu alukhra ila ajalin musamma, na anaziacha huru nyingine ziendelee kuishi mpaka ufike muda wake maalum. inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, katika haya yaliyotajwa kuna dalili tosha za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ufufuo kwa watu wenye kutafakar, kwamba tunapolala ni mfano hai kana kwamba kana kwamba tumekufa, na tunapoamka ni mfano hai kama vile tumefufuka. Lakini liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakar. Hadhihi aya tadulu ala ana hunaka lwafatu lkubra wa lwafatu sughra, kwamba kuna kifo kidogo na pia kuna kifo kikubwa. Ikhwani l ajilla, kwa hakika kuzungumza katika msiba huu tunapata tabu kutokana na mazingira yaliyopo, na ni msiba ambao umegonga nyoyo e, za waislamu wengi juu e, ya kuondokewa na ndugu yao huyu kikubwa. Tuendelee kumwombea Mungu, tuendelee kumwombea Mungu, lakini pia na sisi tubaki na mazingatio kwamba tusiamini ujana wetu. Hakuna kijana kama Msopa, alikuwa anajua ujana, alikuwa anajipenda, alikuwa ni handsome, akivaa unampenda, alikuwa akijitambua, lakini ameondoka. Idhan la taaman bi shababik, usiuamini ujana wako ukajiona kwamba e, kwa namna ulivyo, basi wewe umauti utakuchezea mbali? Hapana, usiamini kabisa ujana wako. Tujifunze kwa msiba huu kwamba al-mautu yati baghtatan walqabru sunduku la amal. Wakati wowote wa umauti unaweza ukaja. Kwa hiyo tusijiamini kabisa juu ya ujana wetu, tuendelee kufanya yale ambayo ayapendayo Allah subhanahu wa taala na kuyaridhia. Tujiepushe na makatazo ambayo Allah subhanahu wataala ametukataza. Ili ndio jambo kubwa ambalo tunatakiwa tulifanye. Allahumma ighfir lahu wa arhamhu waaskinhu fi ljanna, amin, fa in kana muhsinan fazil fi hasanati

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu. Kalima ya shekhe inatufikia mwishoni kabisa Saimu. Si azabu. Naam, sasa hivi zina zinanguka zinangukia za kichwa